Ni Bugoma TV habari. Habari. Tutumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza sana viongozi wetu waasisi wa, wa muungano ambao ni marais wastaafu Mwalimu Nyerere na Abeid Amani Karume kwa kufanya muungano huu uwezekane, wameuasisi na wameulinda, na tuwaombee Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi. Nitumie pia nafasi hii kuendelea kuwashukuru sana wakazi wote wa eneo hili la Majalila na wananchi waliotoka maeneo mengine kwa kuweza kufika hapa kuadhimisha pamoja na sisi kumbukumbu -kumbu ya miaka sitini na moja ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuzaliwa jina la nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tunaposimama na kujivunia Utanzania wetu lazima tukumbuke kwamba Jina hili limetokana na kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar, sisi kama ndugu, kuzaliwa Tanzania ambayo tunaendelea nayo mpaka hivi sasa. Lakini pia muungano huu umetuletea faida ya kuwa na taifa moja lenye nguvu, taifa huru na taifa linalojitambua na lenye nguvu na lenye mipaka ya kueleweka, nje ya mipaka ambayo ilikuwa imewekwa na wakoloni. Hayo ni manufaa mengine na faida tunayopata kutokana na muungano wetu. Lakini mashirikiano makubwa ya kiundugu tunayoyapata na kuendeleza kwa Watanzania bara na Watanzania visiwani ni manufaa makubwa ambayo tumeweza kuyapata, na tuna uhuru wa kuishi popote katika maeneo haya bila kuulizwa pasipoti wala kuulizwa visa wala kuulizwa makabila yetu. Kwa hiyo nayo ni manufaa makubwa sana na faida tuliyonayo, bila kusahau tunaendelea kuishi kwa amani kwa utulivu na usalama, na usalama wetu umezidi kuimarika kwa sababu ya sisi kuwa na muungano huu. Na kwa maana hiyo, tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunahudumisha na kutunza muungano huu. Pamoja na hayo, ipo kauli mbiu inayosema muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa. Shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka na 2025. Lakini pamoja na hayo, tukumbuke pia kwamba muungano huu umewezesha nchi yetu kuweza kuwa na maendeleo makubwa. Na nikitoa mfano wa mkoa wetu wa Katavi, tumeendelea kupata mafanikio makubwa sana kwa fedha nyingi ambazo zimeendelea kuletwa kwenye mkoa wetu. Tumeweza kupokea zaidi ya trilioni moja nukta tatu tatu tisa ambazo zimefanya kazi kubwa katika sekta mbalimbali mbali. Sekta ya afya, hospitali za wilaya, hospitali ya mkoa, vituo vya afya pamoja na zahanati vimekarabatiwa. Lakini upatikanaji wa dawa, vifaa tiba pamoja na watumishi katika sekta ya afya tumeendelea kupata kwa manufaa makubwa kabisa. Tumepunguziwa safari za kwenda kutafuta huduma za kibingwa katika mikoa mingine. Na kwa kweli maendeleo haya na huduma hizi zinaendelea kuimarika kila wakati lakini pamoja na hayo kwenye sekta ya elimu tumeweza kupata ujenzi wa shule zaidi ya mia moja ishirini na tisa mpya zikiwemo shule za sekondari mpya thelathini na mbili na shule za msingi mpya tisini na saba na katika hizo tunazo shule maalum mbili, shule ambazo zitakuwa zinahusika na masomo ya sayansi. Shule ya sayansi, shule maalum ya wasichana inayoitwa Katavi wasichana tayari imekamilika kwa awamu za kutosheleza na tayari imechukua wanafunzi na wanaendelea kupata masomo yao. Lakini ujenzi wa shule maalum ya wavulana Katavi Boys na yenyewe inayojenga katika manispaa ya Mpanda, ujenzi wake unaendelea vizuri, na yenyewe itawezesha wanafunzi wetu wa kiume kuweza kupata masomo ya sayansi maalum kabisa katika shule hizo. Lakini madarasa zaidi ya mia tano sabini na tisa, aa, pamoja na madarasa mengine kwenye shule za sekondari ndio 579 na madarasa 1138 kwenye shule za msingi, yote hayo yameongezwa na yameboresha utoaji wa huduma na upokeaji wa huduma ya elimu katika shule zetu za msingi na sekondari. Kwenye sekta ya maji, miradi mbalimbali imetekelezwa na mingine inaendelea kutekelezwa ukiwemo mradi wa miji 28 katika manispaa ya Mpanda na upatikanaji wa maji vijijini umefikia asilimia sabini na saba nukta tatu kutoka asilimia takriban sitini ambayo tulikuwa nayo miaka minne iliyopita. Itoshe tu kuonyesha kwamba mafanikio tuliyoyapata ni makubwa sana katika mkoa wetu wa Katavi. Naomba makofi mengi sana kwa mheshimiwa Rais tunapoadhimisha muungano. Muungano oye! Tunapoendelea kuadhimisha sherehe hizi za miaka sitini na moja ya muungano tukumbuke kuhakikisha kwamba tunaulinda muungano wetu, tuna uwenzi muungano wetu na tunautunza kuhakikisha kwamba hauvurugwi na mtu yoyote. Lakini jambo la pili, niwaombe wananchi wote wa mkoa wa Katavi kuendelea kuhakikisha kwamba amani, utulivu na usalama tulivyo navyo sasa hivi tuendelee kuvilinda na kuvidumisha, na, na tusikubaliane na mtu yoyote au kikundi chochote kinachoashiria kutaka kuvuruga amani na usalama tulionao, tusikubali tusikubali tusikubali hata kidogo. Kama huna namna basi tupe taarifa. Kama una taarifa za watu au kikundi cha watu ambao wanaashiria kuvuruga amani ya mkoa wetu na amani ya nchi yetu, na sisi tutachukua hatua za haraka zinazostahili kuhakikisha tunaendelea kutunza tunu ya amani usalama na muungano tulionao katika nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu wa Katavi. Na kuhakikishia tu sisi, kama sehemu ya mkoa wa Katavi wananchi wa wilaya ya Tanganyika, tuko tayari kulinda huu muungano na amani tulionayo, na tutahakikisha rasilimali zote ambazo Mheshimiwa Rais anazileta huku hasa upande wa fedha na miradi tutazisimamia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Pia nimshukuru mwenyekiti wa chama wa mkoa ambaye ndiye mwenye ilani zaidi ya miaka 61 hii ya muungano, anaona shughuli zinazofanyika katika mkoa huu. Ni kuhakikishia tu Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na mwenyekiti wa chama wa mkoa, tunaamini maelekezo ya serikali tutayatekeleza, na hasa ili neno ambalo umelizungumzia hapa kwamba mwaka huu ni mwaka uchaguzi, na sisi kama Wanatanganyika kwa ujumla A, mitano tena kwa mama Samia, tutampa kura nyingi sana za kushinda. hii ni Bugoma TV. Habari